Anaandika Askofu Bensoni Kalikawe wa Kalinda, mkuu wa kanisa la Kiinjili na la Kilutheli Tanzania, kwa kifupi KKKT diocese ya Karagwe, mkoani Kagera. Nadhani tunajichanganya, au ni mimi najichanganya? Mosi, safari ya Vatikani, tungepatana nyumbani kwanza na wawakilishi wa Papa kabla ya kwenda kwa Papa. Tumempinga Padre wake tumemtengenezea Wakatoliki vijora, tunamdhalilisha Kitima. Alafu tunaenda kwa Papa. Hatari ipo ya kuambiwa kama amkumsikiliza Musa na manabii, amtaweza kushawishika hata mtu akifufuka. Inatoka Luka e, sura ya 16 na mstari wa 31. Patana na mshtaki wako kabla pili, ya kwenda kwa kadhi pili. Mabeberu, tumezoea kuzodoa nchi za Ulaya kuwa ni mabeberu. Vatikani iko Ulaya. Je, hata Papa ni beberu naye anataka kuchimba uranium yetu? Tatu, amani ya nchi. Wizara ya mambo ya nje inamwomba Papa aiombee nchi yetu iwe na amani na utulivu wizara ya mambo ya ndani inasema nchi iko salama imetulia au wasiliani nani msemaji wa nchi nne maridhiano wazee wa chama wanataka maridhiano bunge linasema nchi iko sawa tume iko kazini kuchunguza nani mkweli je kuna ukweli tusiojua hadi tumulike kwa tochi ya tume Je, tunataka maliziano kabla ya ukweli? Tano. Chadema na CCM. Wapo wanaosema chadema imekufa, lakini wanaisema kila siku. Huyo ni marehemu mwenye nguvu. Makada wa CCM wanasema CCM tunatamba nayo, ukiangalia unaiona ni ya mfungwa asiye na pingu. Nani zaidi kati ya marehemu na anayeishi na aliye hai lakini amekufa? Sita yaliyotokea Oktoba 29. siku hii inatusumbua mpaka tunaenda Vatikani, bado kwenda kwa eh, Meka. Kama waliokufa hawajulikani, waliouawa wanajijua, dunia inajua makundi yote mawili. Hekima ya Wajaluo inasema kuchelewa kwenda kujisaidia akuzuii njaa kuuma. Tukubali tuliua, walikufa, tuombe radhi, tujiwajibishe na kusonga mbele. Saba. Tundu Lissu waliompiga risasi hawajakamatwa, lakini walioiba michango yake wamekamatwa. Yeye yuko rumande, mahakama imeenda likizo na haki yake iko likizo. Fikiria daktari akienda kupumzika katikati ya operesheni ya mgonjwa. Tunajichanganya mpaka tunajiudhi. Nani? Wizara ya Mambo ya Nje. Hii wizara inaonyesha tuko vitani, kimsingi na mawaziri wanne, Kombo, Kabudi, Nyalandu na JK. Msiniulize JK ni nani, maana mtamwona anatumwa katika maswala magumu huko nje. Waliobaki watatu na manaibu wawili wanaunda kikosi kazi cha mawaziri wa wizara. Msiniulize nani bosi, maana Kabudi anaweza kujikuta ni naibu waziri. Tunajikanganya mno. Tisa, taifa likiwa katika mtifuano kama tulionao inakuwa kama mgonjwa hawezi kwenda kwa daktari, akagoma kuvua nguo. Tuvue zote na madaktari watuingize vidole kila mahali ili kubaini ugonjwa ulipo ndipo tutibiwe. Anamalizia Askofu Bensoni Kalikawe Lwakalinda. Eh, daktari huyu wa falsafa kwa utani akisema, wajaruo wa kibano wa tezidume husingizia wanaumwa kichwa. Sasa wajaruo wa tezjike au usiseme? Mwisho wa kumnukuu Askofu Kalikawe Lwakalinda Bagonza mkuu wa kanisa la kiinjili na la kiruteli Tanzania kwa kifupi KKKT Dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera nchini Tanzania.